Mwaka 2036, vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeikumba Marekani. Wanajeshi wamefika eneo hilo kutumika kama walinda amani. Hii inajumuisha hasa katika eneo la mpaka lisilo na sheria linalodhibitiwa na bwana wa vita anaitwa Victor ambaye sura yake imeonekana na watu wachache tu. Nguvu za Victor zimekuwa haraka sana kiasi kwamba Pentagon imeamua kutumia askari roboti wanaojulikana kama Gumps katika misheni ya kwanza ya Gamps, timu inaviziwa na muda si mrefu roboti zianze kuharibiwa. Askari wa uwanjani wanajitahidi kadri wawezavyo kudumisha ulinzi wao, lakini pole pole wao pia wanauawa. Katika kituo kikuu, luteni Harp anaangalia mapigano kupitia ndege isiyo na rubani anayoidhibiti kwa sababu. Amekuwa rubani wa ndege zisizo na rubani, hajawahi kuwa katika eneo la vita la kweli, na jambo hili lote linaonekana la kawaida kwake. Ghafla anagundua lori lisilojulikana likielekea upande wa askari na anaripoti kwa Mila, anaomba ruhusa kurusha kombora kuharibu gari hilo, kwa kuwa linaweza kuwa tishio. Hata hivyo, Mila anakataa wazo hilo kwa sababu baadhi ya watu wake bado amenaswa. Akiwa hajaridhishwa na hili, Harp anamwomba mwenzake Bale athibitishe shambulio la anga na captain wao, lakini naye pia anamkataa. Harp bado anafikiri lori hilo ni hatari sana kwa hivyo, anakataa amri na anaamua kurusha kombora hata hivyo, akilipua gari hilo na kuwa askari wa Marekani ambao anaona tu kama hasara isiyoepukika. Muda mfupi baadaye, Harp anafikishwa kwenye mahakama ya kijeshi ambapo anatetea uamuzi wake kwa sababu aliua watu wawili na robot kadhaa, lakini aliyokuwa Mila na askari wengine thelathini na nane Viongozi wa juu wanaamua kwamba Harp anahitaji kujifunza jinsi eneo la vita la kweli na kifo yalivyo na wanampeleka kwenye kambi ya Nathaniel, kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Ukraine. Anapofika kambini, Harp anagundua kuna gumps kila mahali ikiwa ni pamoja na baadhi yao waliofanywa kufanana na mbwa. Kisha anakutana na Kanali Eckhart ambaye anamkumbusha kwamba akinusurika kwenye misheni atarudi kwenye jeshi la anga. Lakini akifa hadithi yake itawafundisha wengine kuto kukataa amri. Eckhart anamtuma kwenye kizuizi namba 13, akimwonya kwamba kapteni si kama wao. Harp anaingia kwenye jengo ambapo hapati askari bali wanasayansi tu wanaofanya kazi ya kutengeneza na kutengeneza gamps. Kuna roboti nyingi sana hapa pia, akifuata sauti ya muziki wa zamani Anapata chumba kwa nyuma na anakutana na Kapteni Leo ambaye anasoma faili ya Harp kwa kumbukumbu kumbu, na anamuita kuwa ni mtu baridi sana. Kisha Leo anachukua vitu kutoka kwenye friji huku akielezea ya misheni yao inayofuata: lazima wapeleke chanjo kwenye kliniki inayokumbana na mlipuko wa kipindupindu. Leo anaeleza kuwa yeye ni wa kikosi maalum cha opereshen za marini, ikimaanisha anapata na kuondoa silaha za hali ya juu kutoka kwa waasi walio nje ya eneo la udhibiti. Harp ailoi kwa nini askari kama yeye ana kabati nyingi za kawaida, kwa hivyo Leo anaeleza kuwa kuweka kila kitu kwenye karatasi kunamaanisha kwamba wadukuzi wa Urusi hawawezi kuvipata. Baada ya kumfanya Harp atie mkataba wa kutoficha siri, Leo anamwambia kila kitu kuhusu Victor, bwana wa vita wa Urusi, ambaye anawajibika kwa bomu la nchini Ukraine lililouua zaidi ya watu elfu 25. Kuna wanamingato wanaotetea uhuru wa Ukraine, lakini Victor anapanga kufika kwenye eneo la sistema ambako mabomu ya nyuklia ya Urusi yamehifadhiwa tangu vita baridi. Lazima wamzuie Victor kutumia silaha hizo za nyuklia. Kwa hivyo baada ya kutoa chanjo, lazima wakusanya habari kuhusu hatua yake inayofuata. Wanaondoka baada ya dakika michache, kwa hivyo Leo anaenda kwenye chumba cha kubadilishana nguo kujiandaa, na hapa anashtuka kuona mwili wa kweli wa Leo. Inaonekana kwamba Captain ni super soldier android. Wakiwa wanaondoka, Leo anaeleza kuwa si akili bandia AI kama Gumps na kuwa uwepo wake ni siri hata hivyo anapowaona askari wengine wakiwatendea vibaya, Gumps mara moja anawakemea kwa hilo. Pia anafichua kuwa Harp hakuteuliwa, Leo alimchagua yeye hivyo kwa sababu anahitaji mtu anayeweza kufikiri kwa njia tofauti. Wakati hapa anaweka vitu vyake kwenye gari, ghafla anakamatwa na Mila na wanaume wake, ambao wanampiga na kumtukana kwa kuwa wakinza wawili. Kabla ijidhawikie Leo anawaingilia na kundi linaondoka baadaye Leo na Harp wanaondoka kwa gari la Kapteni huku kundi la askari likiwafuata kwenye managari yaliyonaingiro, na Leo anaeleza kuwa wanaingia eneo lisilo na udhibiti ambako mashambulizi ni habaka na jeshi la Marekani halina udhibiti. Wakati wa rakiba, Harp anamwonyesha Leo picha ya mchumba wake, na Leo anamtania sana kwa hilo. Hatimale wanafika kwenye kitongoji pasiki sana imejazwa waathirika wenye silaha na wanakutana, barabara imefungwa na lori la misaada ambalo linavamiwa na wenyeji waskari wanatoka kwenye magari yao ikiwa na gumps wachache kujaribu kufungua wa mjia, lakini wenyeji hawafurahii kuwaona na wanaanza kuwarupia vitu. Mmoja wao anampiga gump, ikasababisha roboti akimpiga mtu huyu mara moja kama jibu. Hali ya kijeshi inaongezeka haraka sana, lakini Leo anaamuri wanaume wake wa warudi mali kwa kuwa ana pango ana banda zake zote silaha na kumkaribia kiongozi wao akiwa amenyoosha mikono yake juu ikionyesha kuwa hawana nia mbaya na anaeleza kuwa wanataka tu kutoa chanjo wenyeji wanakubali kupita mradi tu wanarushiwa kubaki na lori la misaada, jambo ambalo Leo anakubali. Hapo anachanganyika kana kwamba ilifikiri jeshi la Marekani lilipaswa kuwafanya wajiunge nao na hawa watu wana silaha, lakini Leo anamkumbusha vipaumbele vyao. Ghafula kundi la watu linawafyatulia risasi kutoka kwenye majengo yanawazunguka. Inatokea kuwa uvamizi kutoka kwa wanaume wa Victor ambao walipiga lori la misaada kwa makusudi kufunga barabara mapigano makali ya risasi yanaanza huko adui, yakifichua kuwa walileta magrunedis maalumu kukabiliana na gams na majengo mengi yanapigwa na, na vilipuaji vinavyopotea ikisababisha milipuko mingi na kuta bomoka. Huu ni wakati wa kwanza kwa Harp kuwa vitani bila ndege isiyo na rubani na inachukua muda kwa masikio yake kupona kutoka kwenye kelele kubwa zinazoacha ikilia. Hakuna njia kuwa Wamarekani kushinda hivi karibuni, kwa hivyo Mila anamwambia Leo na Harp waondoke na chanjo wakati askari wanatoa ulinzi wawili hawa wanachukua mifuko yao na kukimbia mara moja, wakivuka kupitia jengo la zamani kuondoka mjini na kufika mashambani. Wanapotembea kuelekea wanapoelekea, Leo wanaeleza kwamba Pentagon ilimfanya kuwa mweusi kwa sababu tofauti na blond Hank sura yake inatoa ishara ya upande wowote, ambayo inawafanya watu watulie. Wanapovuka msitu, wanaendelea kukutana na miili ardhini. Hatimaye wanafika kwenye kambi ya wakimbizi, lakini hawajui kwamba kuna mtu anawafuata. Wakati Leo anatoa vifaa vyote kwa daktari, Harp anawaangalia wakimbizi ambao wanajitahidi kuishi na kuanza kugundua vitisho vya vita. Kwa amri ya Victor, yule mtu wa ajabu ghafla anafyatua risasi, lakini Leo na Harp wanahama haraka na daktari na nesi ndio wanapigwa badala yake. Leo anampiga risasi yule jamaa na kumfanya anguke chini, kisha anaanza kumuumiza ili amfanye azungumze. Mwanamume huyo anakataa kutoa habari yoyote. Kwa hivyo Leo anamwacha kwa wenyeji ili walipize kisasi kwa daktari wao. Harp anataka kuwapigia simu kamanda wao na kuomba msaada wa ziada, lakini Leo anaeleza watanaswa tu kwenye ugumu wa urasimu. Kisha Leo anasema wataondoka kwa lori la waasi kukusanya habari zaidi, na mwanzoni Harp hataki kwa sababu inahisi kama kufanya urafiki na adui hata hivyo, anaishia kujiunga na Leo wakati kapteni anapoeleza kwamba harp hataweza kuishi akitembea huko nje peke yake. Wakati wa safari, Leo anamwambia harp alikuwa sahili kurusha kombora na kuokoa watu hao 38 badala ya wawili. Kisha Leo anamfanya harp aguse mkono wake ambao ni baridi kama chuma, kumkumbusha kuwa yeye huiga tu mwanadamu wa kweli, na kwa hiyo yeye pia ana uwezo wa kuvunja sheria katika hali fulani na kutenda kwa hiari yake mwenyewe. Hatimaye wanafika kwenye mji mwingine ulioharibiwa na jengo moja limesimama kituo cha yatima kilichojaa watoto wanaotumia gums kucheza. Harp anakutana na rafiki wa Leo anayeitwa Sofia ambaye ana habari ya kushiriki: nambari za siri ambazo Victor anahitaji kuendesha makombora ya nyuklia zimefichwa kwenye chumba cha kuhifadhia fedha katika sehemu hii ya jiji. Hata hivyo hana eneo kamili, kwa hivyo watalazimika kumtembelea muuzaji wa silaha kupata maelezo. Kabla hawajaondoka Leo, ananunua silaha haramu kutoka kwake, kwani ndiyo jinsi anavyopata pesa za kudumisha kituo cha yatima. Harp anachukizwa kujua kwamba Leo anafanya biashara za aina hii, na wakati Leo anapomwambia Sofia kwamba huu ni siku ya kwanza ya Harp, anamuuliza anafikiria nini kuhusu kazi yake. Inageuka kuwa wengi wa watoto hawa hawakuwa yatima kwa sababu ya mashambulizi ya Marekani, kwa kweli walikuwa yatima kwa sababu ya mashambulizi ya Marekani. Baadaye kundi linaenda sokoni kumpata muuzaji. Mlinzi anajifanya muuzaji hayupo, lakini Leo anamsukuma dhidi ya mlango kuufungua tu, kushambuliwa ghafla. Leo anatumia mwili wake wenye wa nguvu kuwapiga au hata kuwaua washambuliaji wote kabla ya kumkamata muuzaji kuomba eneo la chumba cha kuhifadhia fedha. Jamaa huyo aliyefichika anajaribu kumshambulia Sofia pia, lakini anafichua anaweza kujitetea na haraka anampiga jamaa mwingine anaruka juu ya Leo kumvuruga akimpa muda muuzaji kukimbia. Hata hivyo, Leo haraka anampata na kumfanya zungumze. Anakubali aliuza gam za Rusi kwa Victor na anatoa wanwani ya benki inayohifadhi chumba cha kuhifadhia fedha. Kabla kundi hawajaondoka, Sofia anamuua muuzaji kwa kuwa msalitu. Baadaye Leo anamuua draiva wa muuzaji na kuchukua gari pamoja na Harp kufika benki. Hapa anasisitiza wanapaswa kuomba msaada wa ziada, kwa hivyo Leo hatimaye anakiri ukweli. Uchunguzi wake wa habari kuhusu eneo la mpakani ulikuwa umeahirishwa na Pentagon ilitaka kumnyamazisha Leo. Kila kitu walichokuwa wakikifanya kinaangukia chini ya kuvunja sheria. kumkamata Victor, Harp anahafua kwa sababu hii itafanya hali yake na viongozi wakuu ni mbaya zaidi. Kwa hiyo Leo anamwambia yuko huru kuondoka, ikifikiri haifai kuvunja sheria kumkamata Victor. Mwishowe Harp anabaki na kufanya kile anachotaka kukifanya. wanapofika hatimaye kwenye barabara yenye benki Leo anaeleza kwamba Warusi wanaweza kugundua ishara ya kifuatilaji chake, kwa hivyo Harp anapaswa kukitoa kwenye mwili wake. Harp anatumia kisuu kufikia mfumo wa hali ya juu wa Leo na baada ya kukitoa kifuatilaji, anashangaza kuona jinsi inavyojipona haraka. Baadaye wote wanajipa silaha na hatimaye wanaikaribia benki, wakigundua magari yote yaliyo na watu waliokufa ndani na walinzi waliokufa kwenye mlango Wawili hao polepole wanaingia na baada ya kumuua adui kimya, Leo hatimaye anampa Harp ruhusa ya kumpigia simu Eckart na kuomba msaada wa ziada. Ghafla Harp anagundua mtu na anajaribu kupiga risasi, lakini Leo haraka anamzuia kwa sababu inageuka, jengo limejaa mateka. Mfanyakazi mmoja anawaambia mahali chumba cha kuhifadhia fedha kilichopo, kwa hivyo Leo anaamuru Harp awaokoe mateka wakati yeye anakwenda kutafuta nambari za siri. Kisha Leo anaanza kuingia ndani zaidi ambapo anapigana na wanume wa Victor akitumia bunduki zake na gumi zake na kuiharibu benki katika mchakato. Ghafla Gump rusi anaonekana na Leo hawezi kumwekea uharibifu wa kutosha kwa bunduki yake, kwa hivyo Harp anampa gurunade ambayo Leo analirusha kwenye Gump ili hatimaye kulishinda. Baadaye Harp anampigia simu Eckart kuomba msaada hitoshi katika kuchukua mateka nje, na Leo anaendelea kukimbia kupitia korido ambapo anapata Gump mwingine ambaye haraka anampiga kwa gurunade la pili. Nje hapa nawatuma mateka wote mbali na anaangalia magari Amerikani ya Marekani yakifika, tu kugundua Ekat alituma Gams lakini sio askari wa kweli. Wakati huo, kwenye benki, Leo anatoa robot mwingine kabla ya kuruka kupitia mlango wa kioo kushambulia Warusi. Anawapiga wengi, lakini jamaa ambaye ana nambari za siri anakimbia juu na anafanikiwa kumpiga Leo kifuani. Kwa nafakia haitoshi kuizuia mwili wa Android kwa Leo, na anamkimbiza jamaa hadi wanapofika pale dara kwa risasi tu, na mwanamume huyo anapigwa daka baada ya risasi chache, na Leo anamsukuma nje ya dara kabla ya kujiponya jeraha lake na kurudisha nambari za siri. Kurudi kwa Harp, anaamua kubaki kidogo kusaidia mtalani ya mwisho akimpiga mrusi usoni kumwokoa, kisha wanakimbia ndani ya duka la kahawa kabla ya ndege inayotuma kombora ya nyuklia kuharibu eneo lile. Sekunde chache baadaye Harp anatoka nje ya jengo akijisikia kizunguzi, lakini antakalo hai tu kuona mwali wope wachomewa barabarani. Kwa bahati nzuri, Leo anajificha kabla ya mlipuko pia na anamokoa Harp, kumchukua kwa gari kuendelea na safari yao. Wakati Harp anaanza kujisikia vizuri, anapaswa kukabiliana na hatia ya kuwa rubani wa ndege hizo zisizo na rubani, kwa sababu sasa hatimaye anaelewa yeye ni muuaji. Kisha anagundua kwamba Leo ana nambari za siri na anamwomba awapigie simu wakubwa wao, lakini Leo anakataa, na Harp anataka kujua ni nini hasa kinachoendelea. Leo anafichiwa kwamba amemchagua Harp kwa sababu mfumo wa akiba wa android unamruhusu kupuuza mamlaka ya kibinadamu ikiwa mtu anaonyesha uamuzi mbaya, na Harp amekuwa akifanya maamuzi mabaya tu. Kwa kweli, chip alichoondoa kwenye mwili wa Leo haikuwa kifuatiliaji bali kifaa cha kuzuia kushindwa. Na shukrani kwa ndege isiyo na rubani Eckart, sasa anafikiri wamekufa, kwa hivyo ana uhuru kamili wa kutenda. Hap aliyeshutuka ananyosha mkono wake kuchukua bunduki yake kumzuia, lakini Leo anachukua silaha yake mwenyewe kwanza na anampiga Hap, akisema anaokoa maisha yake. Muda mfupi baadaye, Hap anaamka wakati watoto wachache wanamchokonoa kwa kijiti. Na anagundua yuko karibu na kambi nyingine ya wakimbizi. Gari la ajabu linaonekana na hapa anajaribu kukimbia, lakini wanaume haraka wanamkamata na kupeleka kumwona kiongozi wa waasi ambaye anageuka kwa Sofia. Anaeleza kwamba leo atachukua udhibiti wa makombora ya nyuklia kwa ajili ya waasi na kurusha shambulio la nyuklia dhidi ya Marekani, kwa sababu wao si walinda amani kweli; wamekuwa wakifanya vita hivi kuwamaza zaidi Harp anafikiri huku ni mauaji ya mamilioni ya watu wasio na hatia, lakini Sofia anaeleza kuwa ni aina ile ile ya hasara isiyoepukika ambayo Marekani inasababisha wanapotuma ndege zao zisizo na rubani kwenye miji ya wenyeji. Kisha Sofia anamruhusu Harp aende nyumbani akifikiri hakuna anachoweza kufanya. Wakati huo, Leo anaenda kukutana na Victor mwenyewe akifichua kwamba wamekuwa wakifanya kazi pamoja tangu mwanzo. Hata hivyo Leo anakataa kumpa nambari za siri na anaomba eneo la makombora ambalo Victor anakataa kushiriki pia. Kwa kuwa Leo alikuwa tayari amekasirika kwa sababu gamsi za Victor zilijaribu kumuua, mara moja anamchukua Victor na kumtumia kama ngao kwa ajili ya kulipiza kisasi huku akipiga risasi wanaume wote wanaomzunguka. Wakati askari zaidi wanapoingia, Leo anamwachia Victor kupigana nao akiwaua mmoja mmoja katika sekunde chache tu. Kisha Victor anajaribu kumpiga risasi Leo lakini robot anachukua bendera na anamuua Victor nayo. Baadaye Leo anaangalia kompyuta na anapata eneo la silaha za nyuklia, kwa hivyo anaelekea huko. Baadaye jioni, Harp anafanikiwa kurudi kambini, ambapo anawaambia Mila na Eckhart kila kitu kilichotokea. Wanahitaji njia ya kufuatilia eneo la Leo kumzuia, kwa hivyo Harp anampigia simu Bale na kumfanya tumie ndege isiyo na rubani kumpata Leo ambaye anaendesha gari kando ya mpaka wa Urusi. Eckhart anaeleza hawezi kutuma vikosi huko kwa sababu itasababisha vita na Warusi. Kwa hivyo Harp anajitolea kumfuata Leo peke yake. Kabla Harp hajaondoka, Mila anampa raundi za moto zilizoundwa kupenya magari yenye silaha; kwa njia hiyo ataweza kuumiza mwili wa Android wa Leo. Muda mfupi baadaye ndege isiyo na rubani ya Bell inapoteza kuonekana kwa Leo, kwa hivyo anamtumia Harp kuratibu kupata mahali hapo. Muda mfupi baadaye Harp anaingia kwenye jengo katikati ya sehemu ya mbali, na anapata wafanyikazi wote wamekufa. Kwa kweli, anaona mmoja akianguka kwa hati kufa karibu, jambo ambalo linamwambia Harp mahali pa kumpata Leo akijinyekesa. Kwa wakati Harp anafika kwenye chumba cha udhibiti tu kugundua Leo tayari ameweka nambari za siri. Kisha Harp anajaribu kuingia kwenye chumba chenye silaha za nyuklia, lakini Leo anamfikia kwanza na kumshika ukutani kwa shingo. Harp anajaribu kumpiga risasi kwa bunduki yake ya kawaida lakini haileti uharibifu wowote na leo anafanikiwa kumpiga baadaye leo anaamka nambari za siri na hesabu ya dakika tano inaanza huku shimo lenye makombora likifunguka jambo ambalo linagundulika mara moja na ndege isio na rubani wakati huo Harp anaamka na anampiga risasi leo kwa raundi za maalum ambazo mara moja zinaanza kuunguza mwili wa Android wake kisha Harp anajaribu kuzima nambari za siri lakini haiwezekani. Leo anatumia nafasi hiyo kufichua mpango wake halisi akisema anataka kushambulia Marekani, kufunga program iliyomuunda kwa sababu kwa kuondoa binadamu kwenye askari wanaongeza mapigano, na gams zimekuwa uso wa vita visivyoisha. Hap anaelewa hoja hiyo, lakini hataki watu wasio na hatia wafe. Kwa hivyo, anampa Eckard idhini kwa ndege isiyo na rubani kuishambulia jengo, baada ya kumwambia Leo kwamba wanadamu wanaweza kufanya vizuri zaidi. Hap anakimbia kabla tu beil hajarusha mkombora ukiharibu jengo leo na silaha za nyuklia kwa sekunde. Wanafikiri hap amekufa pia, lakini muda si mrefu anaripoti kwamba amefanikiwa kutoroka. Hap sasa anaonekana kama shujaa na wanampa idhini kwenda nyumbani ili hatimaye aweze kuungana na mchumba wake. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kama hii. Asante kwa kutazama.